Nichukue fursa hii kiukweli, tuanze kumshukuru sana mheshimiwa Rais Dr Samia Sulu Hasan, sisi wana Bagamoyo tunatambua katika jimbo letu la Bagamoyo, lakini wakati pia nazindua bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na moja kwenye hotuba yake ilijielekeza kwenye miradi ya kimkakati ikiwemo eneo hili ya kiuchumi katika wilaya yetu ya Bagamoyo. Kwa hiyo leo kuanza hii safari na Waswahili wanasema dalili ya mvua ni mawingu. Kuja hapa kuzindua kongani ya vijana ikiwa ndani ya siku mia za utawala wa Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluh Hasani muhula wa pili, ikiwa pia kukabidhi hati kwa wawekezaji wa awali wa sita waliotaja hapa sisi wana Bagamoyo tunaona yale matumaini ambayo yalianza katika awamu ya nne kaja awamu ya tano lakini awamu sita, hii ya sita, ndoto hii inakwenda kutimia. Tunamshukuru sana mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan ame ameahidi, ameanza kutekeleza. Lakini kwa kuwa pia waziri wetu tayari, kwa waziri, tunakupongeza kwa kuteulia tena, na umeangaika na jambo hili. Wanaasli wanasema usene za alewa vimeundwa umeiweka kwenye dira yetu, umeweka kwenye ilani ilani yetu. Tulipokuwa tunafanya kampeni hapa Zinga, kwa kweli tulikuwa tuna maneno mengi ya kusema na tukasema Zinga na Bagamoyo itaiwakilisha nchi hii kwa miradi yenyewe ya kimkakati na na ya kuanza mwenyewe mheshimiwa rais Dokta Samia suluhakati ya kuanza mwenyewe mheshimiwa rais Dokta Samia Suluhu Hasani. Asante mheshimiwa waziri, lakini tunamshukuru mkuu wetu wa mkoa na mkuu wa wilaya maana hawa wamekuwa wa wakitupokea sana. Maana hawa wamekuwa wakitupokea sana, wanazinga. Ile kamati yetu ya kufuatilia maslahi, ofisi zao zimekuwa kimbilio, wamekuwa wakitusikiliza. Lakini na mamlaka hii mpya tiseza, na imeanza vizuri, tunashukuru sana. Kwa hiyo nimalizie kwamba natambua tukio hili kwa kuwa na kihistoria na sisi tumesubiri subira ya vipaheli. Tunaamini hata yale ambayo yamesalia si mpya, ikiwemo fidia kwa baadhi ya maeneo, watu wa Kondo, watu wa Kiromo, baadhi pande pale Mlingotini wenyewe. Lakini hata hapa tunayo nafasi nzuri ni eneo hili kubaki miliki ya serikali na kwamba wale wawekezaji watakuwa wanapangishwa kwa masharti ambayo yamewekwa. Huu uamuzi wa kizalendo, na kwamba kwa kuwa itaendelea kubaki eneo la serikali, tunaamini yale maombi yetu ambayo tumekuwa tukijadiliana. Uh, Tiseza mmekuwa mkiisikiliza ile kamati, na kwa mara ya kwanza ofisi imefunguliwa hapa, na naomba kama mwakilishi wa wananchi milango iendelee kuwa wazi, na mimi mwenyewe na wanaele wananchi na diwani na baraza la madiwani pia na mwenyekiti wa halmashauri tuje kwa Tiseza miizarani. Mheshimiwa waziri ametupa fursa zaidi ya kuendelea kutusikiliza kwa sababu bado eneo liko la serikali, yale madai mengine ya fidia weneo mbadala ambayo tuliaidiwa na mimi iliyoaidu ni serikali, na kwa kuwa dhamira imeonyesha na ka, na uh, hii kauli mbiu yetu kazi na utu inatafsirika ina vizuri, na kwa kuwa mimi kama mwakilishi pia nimekuwa nikiwaambia kwamba wakati wa mwaka wa kwanza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, nimeona maajabu hususani ya malipo ya fidia Liganga na Mchuchuma imelipwa fidia lakini hata hapa mkoa Pwani kuna kipande cha barabara ya Mpangani Mkange, Mheshimiwa Rais akalipa fidia. Lakini hata barabara ya tamko uh, Mapinga pia kulikuwa na maswala ya fidia, Mheshimiwa Rais akalipa fidia, serikali yake anayosimamia. Kwa hiyo mimi, kwa jambo la fidia, nimewaambia wananchi hatuna mashaka, mambo yanakwenda kuwa mazuri. Ombi langu la mwisho uh, nadhani kwa kuwa ni bado la serikali, ufanyie mapitio kadri mtakavyoona inafaa na mahitaji ya ujenzi wa masuala ya huduma za jamii. Ilani imeelekeza kujenga kituo cha afya hapa Mazinga, imeelekeza pia masuala ya sekondari na mambo kadha wa kadha, lakini pia tunaomba maeneo ya kuzikia pia, kwa sababu bado uh, wananchi hawajapata katika maeneo haya, wameendelea kuzika katika maeneo haya haya, lakini hata hapa pia yapo pia makaburi. Tunawaomba wawekezaji mliopata maeneo haya leo, mwangalie pia kadi endelea kutengeneza ili eneo kuzingatia uchu kama ambayo kauli mbio inasema. Nimalizie kwa kuahidi tutashirikiana na nyinyi, tiseza wizara, ofisi ya mkoa, ofisi ya mkoa, wilaya, lakini kipekee kwa wawekezaji ambao pia hapa mmepewa maelekezo masuala ya mazingira, tutatoa ushirikiano, lakini furaha yetu kubwa ya pia kwa chuo kujitokeza kwa wawekezaji hapa kutaka kujenga chuo, tuna imani vijana wa Bagamoyo watakwenda kupata fursa, na hususan kongani ya kwanza kwenye ahadi za Mheshimiwa Rais inakwenda kuzinduliwa hapa Bagamoyo. Asanteni sana wizara, asanteni sana ofisi ya mkuu wa mkoa wetu, umepambana mno na viwanda. Asante mkuu wa wilaya, lakini asanteni wananchi wa Zinga. Mimi ni mbunge mpya wa jimbo, lakini bunge simgeni na waahidi kuendelea kuwasemea na hii serikali sikivu. Endeleeni kuvuta subira, yale mengine tutaongea ndani, ili tusiharibu uhondo wa jambo hili kubwa ambalo natazamwa na nchi nzima na dunia kwamba Bagamoyo kumekucha. Asanteni sana, kunogile Bagamoyo, na karibuni sana Bagamoyo ye, asante sana.